Mimi niamini ni mradi kabambe, ni mradi ambao utaisaidia sana halmashauri jiji la Tanga. Tunavyo visima vingi sana ambao mimi naamini kwa utambuzi wenu hamjavifikia kwenye nyumba za kulala wageni, kwenye mahoteli, kwenye nyumba za ibada, lakini hata kwenye huduma za kijamii, vituo vya afya na mashule yetu, kitu ambacho kule asilimia kubwa ni watumiaji ya Mungu wasiojua na wasiokuwa na uelewa kwamba maji haya ni salama au ni safi kwa sababu mimi natambua kuna maji aina mbili, kuna maji salama na maji safi. Kwa hiyo unaweza ukanywa maji ukasema ni salama, lakini ni maji safi lakini si salama. Kwa hiyo katika hili, mi naomba niwapongeze sana katika mradi wenu huu. Sisi wadau tulioko hapa ndio tunatakiwa tuelekezwe, tukumbushwe nini za kwenda kukifanya kule tunakoenda. Kwa hiyo mi naamini kabisa kwa takwimu hizi alizotoa mkurugenzi na kaimu mkurugenzi, inatosheleza kabisa kuwaomba muwasikivu na mkafanyie kazi haya ambayo mtakuwa mmeelekezwa. Rai yangu kwenu tu nyinyi ambao ni wajumbe hususani wale wa kisheria zaidi, nendeni mkawe wasaidizi wa mkurugenzi pamoja na timu yake ya wataalamu, kupitia bonde la mto Pangani anatekeleza mradi wa PROWAS sasa, Green and Smart Cities, hii ikiwa inamaanisha kwamba ni kuimarisha jiji letu liweze kuwa jiji la mfano, jiji safi, jiji ambalo limejipangilia vizuri, jiji ambalo e, linakuwa ni safi. Lakini hauwezi ukapata jiji safi bila kuwa na maji. Hauwezi ukapata jiji safi bila kuwa na utaratibu mzuri wa waku, waku, kuweka maji taka vizuri. Hauwezi kuwa na jiji safi bila kuwa na mfumo mzuri wa kuweka hata taka ngumu vizuri kwa hiyo kupitia mradi huu ambapo tunahusika na wadau wa aina tatu katika jiji letu la Tanga, ambapo ni Tanga Uwasa, bodi ya maji bonde la Pangani pamoja na halmashauri ya jiji la Tanga. Sisi kama bodi ya maji tuna kazi nyingi ambazo tunazifanya, lakini mojawapo ya kazi ambayo leo imetuweka hapa, tunataka kuta, kuvitambua visima ambavyo viko katika jiji letu pamoja na Eh, kutambua ha, viwanda ambavyo vinatiririsha majitaka yaliyotibiwa ili tuweze kuvipima kujua ubora wake na kujua kwamba havileti athari kwa wananchi. Kwa kupitia mradi huu, na tunataka kufanya jambo hilo, kwa hiyo tumewaita hapa kwa ajili ya kuweza kuambiana, kwa sababu kuna timu ya wataalamu ambayo itapita katika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kutekeleza shughuli hiyo. Lakini katika kufanya shughuli hizi tunasimamia, tunafanya kwa mujibu wa sheria, hatufanyi kienyeji. E, tunatumia sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya mwaka elfu mbili na tisa na marekebisho yake ya sheria namba nane ya mwaka 2022. Kamati hizi zimeundwa kwa mujibu wa sheria ya mazingira ya mwaka elfu mbili na nne kifungu 41 umoja mpaka EPA ndio zimeunda hizi kamati. Kwa tulipopata hizi kamati sasa za afya na mazingira tukawa tukawapa mazoezi mpaka ya vitendo wakaiva, walipoiva ndio wakaje sasa kuanza kufanya kazi. Hapa kuna uwakilishi tu wawezikamati katika kata zote ishirini na saba sasa tukawapa jukumu hili la kamati hii kamati kuhakikisha masuala ya vyoo wanasimamia masuala ya uhifadhi wa taka wanasimamia tukawafundisha na sheria na bailo na sheria ambazo imeunda hii kamati sheria ya afya na mazingira kwa hiyo wapo kila kata na wapo katika kila mitaa